Wengi katika sisi ukishituka ukiona unaumwa malaria ama unaumwa typhoid ama maradhi mengine mengine, lakini kama kati ya maradhi ambayo yabidi sisi tushtuke na tuyaogope sana, ambayo katika sisi wengi tunayo ni yale maradhi ya nafsi: ujba, hasad, chuki, eh. Lakini ujba ni nini? Ujba ni ile hali ya mtu kujiona ni ile hali ya mtu kujiona ni mtu ambaye pewa neema, pengine ana sura nzuri, au ana elimu mashallah, au ana gari, akaona kwamba hakuna mtu mwenye gari kama lile, akaona hakuna mtu mwenye watoto kama yeye, akaona hakuna mtu mwenye sura nzuri. Hiyo tunaita ni ujba, kujiona. Wallahi, Mwenyezi Mungu anachukizwa sana na watu wenye tabia ya kujiona, tabia ya umimi. Lakini pia kibri, ndugu zangu, ni kibri inawatafuna wengi na mbaya zaidi ninaposema ujba, ujba yaweza kumpata, inampata mtu mwenye nacho, anajifahari na kile alichokuwa nacho, anajiona. Lakini ubaya wa kibri, si ya masikini, si ya tajiri. Pana watu ni masikini, lakini wakapewa masikini jeuli. Kibri ni ile hali ya mtu kukataa haki wazi wazi, mtu kuwa hataki kurekebishwa, mtu kuwa anaona kabisa hapa nimekosea, akubali kunasihiwa, akubali kusema nimekosea ni mtu ambaye ameshikilia msimamo wake daima, abadan hatati kurudi nyuma. Hiyo ni kiburi, na Mwenyezi Mungu anasema aingii peponi, aingii peponi yoyote ambaye anachembe katika chembe za kiburi. Tuende kwenye husda. Wengi tunaumwa husda, wengi tuna tumepatwa na haya maradhi ya hasad. Na ukiuliza kila mtu atakwambia mimi nimehusudiwa, mimi nimehusudiwa. Lakini ukweli husda ni ile hali ya mtu, kutaka neema ya mwenzio imuondoke na aipate yeye. Yaani neema ya mtu imtokee wewe ndio uipate. Hiyo ndio hasadi ambayo wengi katika sisi tunahusudiwa. Na ndugu zetu tunahusudiwa, na wake zetu tunahusudiwa, na wanaume tunahusudiwa, na watoto wetu. Hasadi imekuwa ni janga la taifa kupita njaa na maradhi mengine ni chuki ndugu zangu. Chuki ni uchafu wa nafsi, ni katika maradhi ya nafsi ambayo watu wengi wanaumwa, na dawa yake ya haiko ndugu zangu. Chuki ni ile hali ya mtu kumchukia mtu, yawezekana bila sababu, na wengi katika jamii yetu ya leo anamchukia mtu baada ya kuwa kampiga vita, au kapambana kuwa kama yeye, au kapambana kupita njia anazopita yeye, lakini akufanikiwa kama aliyofanikiwa yeye basi mtu huwa anakuwa anatukia, lakini watu wengi wasipofahamu, ni vile tu hawajui kupima kati ya ghalama na thamani ndugu zangu. Ni ghalama popote pale ambapo popo itaanza ghalama, itapatikana thamani, na ghalama ni kuwekeza muda, kuwekeza e, mali yako, yani kuwekeza pengine hela, pesa, lakini pia kuwekeza akili yako. Ukiwekeza akili, pesa na muda, kitapatikana kitu kinaitwa thamani. Lakini wengi wetu wanataka thamani pasi na kuwekeza muda, wanataka thamani pasi na kuwekeza pesa, wanataka thamani pasi na kutumia akili, kuwekeza akili, na ndipo hapo tumefeli. Akazaliwa mtoto wanaitwa chuki, wallahi chuki, uchafu wa nafsi, ni vibaya kuwa nayo. Epuka kujiita msusi ama kuwa msusi kwenye moyo, kuisuka. Ametupamba Ibilisi kufanyiana zehaka, wallahi katupeleka hasi, twajiona tumefika.